Kwa majina naitwa Herode Langsi Jivava. Ah, uh, nipo halimashauri ya mji wa Tunduma, mkoa Songwe. Uh, mimi ndio mwenyekiti wa kikundi cha wanaume family mkoa Songwe. Kimsingi, kwa Tanzania nzima kikundi hiki ni pekee, kikundi ambacho kimeanzishwa mwaka mmoja uliopita, kwa maana ya mwaka jana tarehe kama hii ya leo, na sasa leo tulikuwa na kikao cha kutimiza mwaka mmoja toka kimeanzishwa. Si rahisi kama walivyosema wengine wanaume kukusanyika pamoja, lakini sisi tumeweza mkoa Songwe, tumekutana wanaume wenye elimu zao, wasiokuwa na elimu, wakulima, wavuvi, wafanya biashara wasiokuwa wafanyabiashara, wapishi wa mahoteli, kila idara, waandishi wa habari, watumishi wa serikali, maaskari, kila mtu ambaye anaitwa ni mwanaume, yaani mwenye jinsia ya kiume, tuko naye hapa ambaye amekubali kujiunga. Zamani ilikuwa mtu akifa inakuwa kazi ya serikali, asipokuwa na ndugu kumzika, lakini pia anazikweje ilikuwa hatua nyingine, na anazikwa kwa huduma ipi? ilikuwa hatua ya tatu. Kwa hiyo yale majukumu ambayo tumeyabeba sisi tumebeba kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tumebeba heshima ya mwanaume. Zamani mwanaume ulikuwa ukifiwa, una fedha, uko peke yako, unabaki mnyonge, na wakati fulani hata msiba wako unakuwa una heshima kwa sababu watu wanakuangalia wewe, lakini wewe una kitu. Lakini kwa mkoa Songwe, tumeamua wanaume kuwa pamoja, aliyenacho na siyekuwa nacho tunajikuta wote tunacho siku ya matatizo, lakini pia siku ya furaha, aliye nacho nasiyekuwa nacho tunajikuta wote tuna uwezo mmoja. Kwa hiyo kikundi hiki kimsingi kimekuja kupandisha heshima ya mwanaume kutoka kwenye kushindwa kuja kwenye kufaulu na kuwa mtu wa heshima. Kwa hivyo tunawasii sana wanaume wote mkoa Songwe kama wanafahamu kwamba heshima ya mwanaume ni kutunza familia, lakini pia ni kuheshimika wakati wa matatizo na wakati wa furaha. Fikiria una sherehe yako, wanaume mia moja wanaume elfu moja wanakuja kukuchangia kwenye sherehe yako, ni heshima kubwa. Umepelekwa kwa familia, una umwa huko kitandani, umelala, wanaume wanakuja kukusaidia pale kitandani ulipolala, upone uendelee na majukumu ya serikali na ya kutumikia taifa lako na miradi yako na maisha yako kwa jumla na familia yako, hiyo pia ni heshima kubwa ambayo kikundi kimeleta, lakini sisi hatudili na maisha ya mtu mmoja mmoja, tunadili na matatizo na furaha ya mtu mmoja mmoja. Fedha hizi tunazitoa nyingi, lakini lengo la fedha hizi ni kumheshimisha mwanaume mwenzetu katika nyanja zote tatu. Akiwa naumwa, mama achukue fedha kwa mwanaume, sio aende kutafuta kwa wanaume wengine. Akiwa ana sherehe ya mtoto wake, apate zawadi ambayo itamsaidia mtoto kwenda kuheshimisha ndoa, na akiwa amefariki alale kwenye marumaru, sio kulala kwenye mavumbi. Kikundi hiki tumekubaliana, hakuna mwanaume akifariki atalazwa kwenye vumbi, hata kama ni Mwislamu tutalijenga kaburi yake. Akikataa kujenga fedha zile tutafanyia shughuli za kuheshimisha msiba, watu watakao kuwepo pale wale wanywe, matangazo, kila kitu tutakigharamia, kuhakikisha kwamba heshima ya mwenzetu inabaki vile vile. <coughs>